Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili mwaka 2025. Vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Juma hili tutaenda kuliangazia somo la nne linalosema Mataifa, sehemu ya kwanza. Hii ni kwa ajili ya Aprili 19 hadi Aprili 25. Hii ni sabato mchana, Aprili 19. Mwandishi anatuelekeza tusome kitabu cha Mwanzo sura ile ya 10 aya ya kwanza hadi 12, Mwanzo 12 aya ya kwanza hadi ya 9, Samueli wa kwanza sura ile ya 8 aya ya 4 hadi 18 Mathayo 20 aya 25 hadi 28, na mwisho ufunuo Yohana sura ya 18 aya kwanza hadi ya 4. Fungu la kukariri, Danieli sura ile ya 7 aya 14. Neno la Mungu linasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kitabu cha Ufunuo kinatuonesha ufumbuzi wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu wetu ulioanguka. Katika sura za mwisho, njia ya kuufikia mti wa uzima inarejeshwa, laana inaondolewa, na tunakaribishwa tena katika kuwepo kwa Mungu. Ufunuo, kwa namna fulani, ni kitabu cha Mwanzo kuanzishia mwisho kurudi nyuma. Ndiyo maana kitabu cha Mwanzo kinabaki kuwa ufunguo muhimu wa kuelewa jinsi matatizo ya ulimwengu yalivyotokea hapo mwanzo. Mojawapo ya masuala muhimu katika Danieli na Ufunuo ni serikali ya kiulimwengu, mfuatano wa majaribio ya kibinadamu ya kuitawala sayari ambayo kwa haki ni ya Mungu na ambaye mara tukio hili la kutisha la dhambi na uasi litakapokoma milele hatimaye atatawala kwa haki. Ni mchakato mrefu sana unaofikisha katika wakati huu, unaochukua maelfu ya miaka. Ya majaribio ya wanadamu katika kujitawala, hayajawahi kufanikiwa. Hata yale yanayodhihirisha ubora wa juu kabisa, daima yamepungua, mara nyingi yamepungua mno ubora huo sehemu kubwa ya historia ya kusikitisha ya wanadamu kwa kipindi cha miaka elfu inahusu tu maelezo ya maafa ambayo mifumo hii iliyoshindwa imeleta juu yetu, na hali itakuwa mbaya zaidi hadi ufalme wa milele wa Mungu Danieli sura ya 7 aya 27 utakaposimamishwa hatimaye. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Aprili 26.